Magufuli alishinda tikiti ya CCM baada ya kupata kura 2104 huku akimpiku mpinzani wake Balozi Amina Salum Ali ambaye alipata kura 253. Magufuli alikuwa miongoni mwa wagombea 40 waliokuwa wakiwania tikiti hiyo. Aidha, Magufuli aliwapiku makamu wa rais Mohamed Bilal, waziri mkuu Mizengo Pinda, na mawaziri wakuu wastaafu Edward Lowasa na fredrick Sumaye. Uchaguzi mkuu nchini Tanzania utafanyika tarehe 25 Oktoba mwaka huu. Huku haya ya kijiri waumini wa, wa dhehebu la Lejo Maria walijumuika katika ardhi inayozozaniwa ya ekari tatu kufanya matambiko baada ya maandamano ambayo yalifanyika hii leo asubuhi. Wa waumini hao walilalamikia hatua ya mstawishaji wa kibinafsi anayedaiwa kunyakua ardhi hiyo huku wakitaka serikali kuingilia kati. Na kwingineko, watu wawili wamefariki papo hapo huku wengine wanne wakijeruhiwa katika ajali iliyohusisha tingatinga moja na gari dogo aina la Nissan. Ajali hiyo ambayo ilitokea katika eneo la Ogembo huko Kisii kwenda Kilgoris ilisababishwa na tingatinga tinga hiyo ambayo iligonga gari hilo dogo kabla ya kugonga abiria wawili kando ya barabara ambao walikuwa wakitaka kuabiri gari hilo. Majeruhi walikimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Kisii. Wakati huo huo mwanafunzi mmoja wa shule ya upili ya wavulana ya wa amefariki, huku wengine wawili wakipata majeraha baada ya kugongwa na gari dogo lililokuwa limegongwa na lori katika eneo la wa kaunti ya Kwale. Kulingana na wasimamizi wa shule hiyo, wanafunzi hao walikuwa wakisherekea baada ya kushinda mashindano ya kabumbu ya shule za pwani. Wanafunzi hao wawili wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali kuu ya Coast General mjini Mombasa. Na hatimaye maelfu ya mashabiki wa kabila la Kiluo walijitokeza kwa wingi katika tamasha la Luo Festival jana. Hafla ambayo iliandaliwa na Radio Ramogi, mojawapo ya redio zinazomilikiwa na Raw Media Services, iliwaleta pamoja watu kutoka matabaka mbalimbali, akiwemo waziri mkuu mstaafu Raila Odinga. Aidha, mashabiki walipata fursa ya kushiriki vyakula vya kitamaduni na muziki. Jeremiah Kaya, Citizen Nipashe.